Katika siku hii ya wafanyakazi duniani, UWAWAMA inatoa salamu za mshikamano kwa wavujajasho wote kuungana na kuunda vyombo mbadala vitakavyowawezesha wa... kujikwamua katika jamii. Pili, na tunahamasisha, UWAWAMA inahamasisha vyama vyote vya ushirika kuungana kwa pamoja na kushikamana ili kuleta mapinduzi ya kimfumo. Tunaitaka serikali iweke miundombinu wezeshi itakayojali maslahi ya wavuja jasho kama vile wamachinga, vyama vidogo vya ushirika, wafanyabiashara ndogo ndogo na wazalishaji wote wadogo mijini na vijijini. taka serikali kujali watu wa sekta zisizo rasmi kama sisi wavuja jasho na kutambua kwamba katika nchi hii waweke wawekezaji ni sisi wenyewe wawekezaji ni sisi wenyewe wananchi wa wavujajasho kwa hiyo serikali ituone wavujajasho wote ulimwenguni tuungane kwani hatuna cha kupoteza zaidi ya, ya minyororo yetu